Kabla ya kutaka amani ivurugike, kila mwenye mtoto mdogo nyumbani analea, kila mwenye mke nyumbani ambaye ni mkewe, kila mwenye mzazi ambaye anamhudumia kijijini, fikiria kwanza mtoto wako, fikiria mzazi wako, fikiria mke wako, fikiria na wale ambao wewe utoke, ili wao waweze kupata kipato cha kula. Ukiwafikiria wale, hautokuwa na ushawishi wa kutaka kuvuruga amani ya taifa lako. Leo ukienda Pyongyang katika nchi ile ya Korea mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Facebook hakuna, na hapa mitandao ya kijamii imekuwa na ushawishi mkubwa wa kutaka kuvuruga amani ikiwemo TikTok ikiwemo Facebook ikiwemo YouTube ikiwemo na WhatsApp na mitandao mingineo. Lakini mitandao hii, mimi kama binafsi, ningekuwa na uwezo, ningeomba vyombo vya mamlaka husika vimshawishi Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni rais wetu, anagombea kwamba vyombo hivi vya mitandao siku tano kabla ya uchaguzi mitandao izimwe, kwa sababu ndiyo yenye ushawishi mkubwa wa kuleta vurugu katika taifa la Tanzania. Inakuwaje leo mtu yuko Marekani ana organize watu hapa Tanzania? Inakuwaje leo mtu yuko Kenya? Karibu Sharifu Majini. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutupa afya na kutupa uhai kufika hapa katika kongamano hili ambalo limeandaliwa na Shekhe Mwaipopo. Lakini tunampongeza sana Shehe Mwaipopo kwa sababu mwaliko ulikuwa kwa muda mfupi. Jana baada ya kupata simu yake, nikamwambia nitakuja kwa sababu tunazungumzia amani. Na nyote pia mliofika, mababa, askofu, wachungaji na mashehe, tunajua mmeacha madhabahu zenu mmeacha waumini wenu, lakini mmekuja hapa kwa ajili ya wito, na wito huu ni ibada, na ibada hii ni kwa ajili ya taifa, kwa sababu taifa hili kama likianguka na kuteketea, hakuna mchungaji, hakuna shehe, hakuna mhubiri yoyote atakayeweza kuwahubiria waumini wake ili waweze kuchukua neno la Mungu. Mimi nina dakika tatu, wala sio tano. Kwanza, nimepata bahati ya kutembea nchi nyingi sana na baadhi ya nchi nilikuwa na ndugu yangu Sheikh Mwaipopo katika nchi ambazo zina vita nimekwenda kongo kongo nimetembea nchi nzima 1999 1999 kwa kifaransa wanasema 1999 niliingia katika taifa la kongo lakini sikuishia kongo nikaingia angola angola nikafika nzaji nikafika dundu haya ni mataifa ambayo yana vita muda mrefu toka watu wanazaliwa mpaka wanakuwa hayo ni mataifa ni vita tu savimbi vita kipindi cha kongo mobutu wakati uko hai vita vilikuwa ukanda mdogo sana na nilibahatika wakati mzee loghade zile kabila anapigwa risasi mimi niko kongo kinshasa na nilipata bahati ya kuingia kongo nimeiona vita vitaa ni... kabila ambaye huyu alifanya mambo makubwa ameambiwa kwamba tumeona na... baraza la Kabila maas... ambaye huyu alifanya mambo makubwa ameambiwa kwamba na maaka... baraza la maaskofu limekaa, kwa sababu ni viongozi wa dini wamekosoa wa ile hukumu, wakasema mmekosea, kipindi hiki ni kipindi cha amani. Kabila ana wanajeshi wako ndani ya jeshi, Kabila ana ushawishi ndani ya nchi, amwezi kumnyonga kwa kutoa hukumu, kwa kutaka kawa haifai katika maadili ya Mtanzania lakini kwa sababu mwanahabari anataka alipwe na YouTube ataiposti ile habari kwa ushawishi, anajua watu wataiangalia sana. Leo kila mmoja ana simu hapa, ingia katika mitandao ya jamii. Habari zenye kuwa na view nyingi ni habari za uchokozi, ni habari za uchochezi, ni habari zisizokuwa na maana, ni habari za matusi. Hizo ndio habari zenye, zenye view kubwa. Lakini viongozi wa dini baadhi yao Tumeona katika mataifa tuliyokwenda. Mimi nimekwenda Rwanda, nimekwenda Burundi, katika mataifa ya Afrika. Nimetembea mataifa zaidi ya kumi na tano, Mwaipopo wanajua, tumetembea na tumeona ni jinsi gani baadhi ya viongozi wa dini na wanahabari waliweza kutumika kutoa ushawishi katika redio zao katika madhabahu zao, iwe msikitini ama kanisani, kwa kushawishi watu kwa sababu ya dini au kwa sababu ya ukabila. Sasa leo tuna vita ya siasa na demokrasia ambayo wao wamekuwa wakiita. Ogopa sana vita ikija kuingia kwenye dini, hiyo ni vita mbaya. Leo Sheikh Mwaipopo amefanikiwa hapa, tunakaa na baba askofu, tunakaa na wachungaji, viongozi wa dini wanafanya makongamano na mashehe kwa sababu ya kuhubiri amani. Amani ikiisha, hapa Magomeni tulipo hautosikia raia, hautosikia gari, hautosikia daladala, hapa wanajani wanajeshi na wanajeshi watakaoingia wapo baadhi ya vibaka, watavamia katika hayo katika ayo mapigano, watavunja nyumba za watu, wataiba maeneo ya watu, watawanajisi watu, watafanya ubakaji. Na huo tumeona katika nchi ya Kongo na mataifa mbalimbali ikiwemo Angola nimefika na Msumbiji. Mmeona juzi kikundi kidogo kimeingia Msimbo da Praia, kikaingia Mueda kimefanya uharibifu mkubwa sana. Miaka saba nyuma tulikuwa na sehemu ipopo tumefika mpaka Nampula tukafika mpaka Maputo tukafika mpaka Pemba. Kagame ndio ameenda kusaidia na majeshi yake, amani imerudi katika nchi ya Msumbiji. Sasa tunapozungumzia na wasihi sana viongozi wa dini na wanasiasa, kabla ya kutamka tamko lako, idha aradta an tafala shay'an fatadabbar aqibatahu fa inkana khairan fa amdhi wa inkana sharran fantahu Kabla ya kulitamka jambo angalia mwisho wake lile jambo. Unapotaka kulitamka kama jimbo lile ni la heri, basi lifanye, na kama jambo lile ni libaya, basi liache. Kwanza kabla ya kutaka amani ivurugike, kila mwenye mtoto mdogo nyumbani analea, kila mwenye mke nyumbani ambaye ni mkewe, kila mwenye mzazi ambaye anamuhudumia kijijini, fikiria kwanza mtoto wako fikiria mzazi wako, fikiria mke wako, fikiria na wale ambao wewe utoke, ili wao waweze kupata kipato cha kula. Ukiwafikiria wale hautokuwa na ushawishi wa kutaka kuvuruga amani ya leo. Ukienda Pyongyang, katika nchi ile ya Korea, mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Facebook hakuna na hapa mitandao ya kijamii imekuwa na ushawishi mkubwa wa kutaka kuvuruga amani, ikiwemo TikTok, ikiwemo Facebook, ikiwemo YouTube, ikiwemo na WhatsApp na mitandao mingineyo. Lakini mitandao hii mimi kama binafsi ningekuwa na uwezo, ningeomba vyombo vya mamlaka husika vimshawishi amiri jeshi mkuu, ambaye ni rais wetu anagombea, kwamba vyombo hivi vya mitandao siku tano kabla ya uchaguzi mitandao izimwe, kwa sababu ndiyo yenye ushawishi mkubwa wa kuleta vurugu katika taifa la Tanzania. Inakuwaje leo mtu yuko Marekani anaorganize watu hapa Tanzania? Inakuwaje leo mtu yuko Kenya anaorganize hapa watu Tanzania na watu wengine bendera fata upepo? Sasa wale bendera fata upepo ndio wanakufaga kama kuku. Nenda kapige kula tarehe 29, rudi nyumbani kwako kapumzike, kasikilize nani anayefaa kuchaguliwa. Nenda kamchague, usiingie katika mkumbo wa kumtukana raisi, usiingie katika mkumbo wa kutukana viongozi. Leo ukizungumza hivi wote tunaitwa machawa. Sasa mnataka tuwe machawa? Sisi tunaitetea nchi, tunazungumzia amani, tubaki katika madhabahu zetu, tuwahubirie amani watu wetu. Na wanasiasa tunawasihi, na nyinyi kuweni na kauli nzuri ambazo mnajua kauli hizi hazitolivuruga taifa ili kama alivyozungumza mheshimiwa Mwaipopo rais amesema, baada ya uchaguzi siku mia moja kutakuwa na maridhiano. Hakuna kauli nzuri kama kuzungumza. Uislamu unaruhusu watu wanapogombana wakae wazungumze, wajadiliane, kila mmoja atoe tofauti yake. Na wasihi wanahabari, na wasihi wanasiasa, na wasihi viongozi wa dini, mpo hapa, na wasihi na vijana wa Tanzania ambalo ni taifa la kesho. Amani ni tunu kubwa sana ikipotea, kuirudisha kwake kasi yake ni kubwa. Tembeeni muone mataifa na mataifa jinsi gani yamegawanyika kwa sababu ya amani yao imeondoka, na kuirudisha ni kazi kubwa. Ndugu zangu, mababa askofu, nawaomba tusihi sana kuliombea taifa letu, tusihi sana kuwaombea vijana, tusihi sana kutoa maneno ya maadili katika makanisa yetu na misikiti yetu tutafanikiwa nashukuru. Shee Mwaipopo, mimi sina maneno ya kusema maneno yangu. Wanahabari, viongozi wa dini, wanasiasa na wanaharakati, hawa wanne ndio watakaolivuruga hili taifa letu la Tanzania. Kama watatulia, taifa litakuwa na umoja. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tunakula milo mitatu. Mi nimeondoka asubuhi, nimekunywa supu, chapati tatu, nikaongeza na chai na maji ya kunywa. Maana yake hii nchi ni nzuri. Nchi ikivurugika hata hiyo supu utakuwa huioni. Mungu akubariki Sheikh Ipopo, Mungu awabariki wa wachungaji, Mungu akubariki wa sheekada. Umezungumza maneno mazito, mimi sina maneno. Tumemaliza, tunataka tuendelee kunywa supu, tuendelee kuwa na amani yetu. Asanteni sana. Asante, asante, asante, asante. Asante. Naam, ni kweli Sharifu Majini anasema, ni kweli kama umekunywa supu kakaangu au ndugu yangu, nchi ikishaingia kwenye vita supu hainyweki na nakumbuka tulivyokuwa naye Kinshasa alinipokea Kinshasa huyo wakati wa Kongo ile ya kabila baba mtu nilimkuta Kinshasa huyo bwana aliona dunia tukatoka pale tukaenda Monadito aliona Kongo na tumezunguka naye kwa kweli sana sana ni mhubiri wa muda mrefu sana sasa nimkaribisha mwanasiasa mkongwe ndo kwanza kuingia karibu mzee